Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina, naitwa Daniel Maziku Jeyala, nikukaribisha tena leo. Katika kipindi cha leo, swali ni kwamba je, kubeti ni dhambi? Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa Wakristo na watu wote kwa ujumla kuhusiana na kubeti kwamba imekuwa sasa ni kitu ambacho kimezoeleka mtaani na imekuwa ni kama debate sasa, ambao kila mmoja anaongelea mtaani kwamba je, hivi kubeti ni dhambi au sio dhambi? Kusema kitu kwamba ni dhambi au sio dhambi haitokani na maneno yangu mimi kwamba nimekiita hicho kitu ni dhambi au sio dhambi. Kusema kitu ni dhambi au sio dhambi inatokana na neno la Mungu, inatokana na Mungu mwenyewe amekitaja hicho kitu kwamba je Mungu anasemaje kuhusiana na hicho kitu? Kama anasema ni dhambi, yes ni dhambi. Kama anasema sio dhambi, yes, sio dhambi. Kwenye ishu ya kubeti inakuwa ni sheria ambao inaweza ukapoteza zote au kapata zote. Aa, kubeti ni mchezo ambao upo nje ya uhalisia wa dunia ya kawaida. Kwa maana sasa mtu ambaye anakuwa anabeti hayupo contact na huu ulimwengu wa kawaida. Anakuwa nje ya ulimwengu wa kawaida akiwa kwenye platforms ambazo zina ana, anawekeza na kujaribu kubeti, ili aweze kupata hicho kiasi. Kwa maana kwa maana nyingine huyu mtu anakuwa anawekeza muda wake katika vitu ambavyo havina impact kwa watu wa kawaida, havina impact katika ulimwengu wa hali wa, wa kawaida. Mungu ametuzawadia maisha, Mungu ametuzawadia muda. Kwa kila muda ambao unautumia, jitahidi utumie kwa utukufu wa Mungu. Mtu ambaye anakuwa ameinvesti muda wake katika kubeti, huyo mtu unaweza kusema kwamba ni mtu ambaye ameinvesti muda mwingi katika vitu ambavyo ni unreal, viko nje ya uhalisia wa dunia ni vitu ambavyo havihusiani na uhalisia wa kidunia lakini Mungu ametuumba tutumie kila muda ambao tuko kwa ajili ya utukufu wake na kuimpact maisha ya watu. Mungu ametupa maisha kwa ajili ya sisi kuimpact wengine katika ulimwengu halisia. Sasa mtu anapokuwa anatumia muda wake mwingi kubeti, anakuwa nje, nje ya reality. Sasa mtu anakuwa kwenye ulimwengu ambao hauna impact katika maisha ya watu. Kwa siku huyo mtu atakuwa anakuwa na kitu ambacho tunaita ni the love of man anakuwa na ile kupenda pesa, kwa sababu moja na shina ya mabaya yote ni kupenda pesa, kama neno la Mungu linavyosema. Kwa maana sasa, mtu ambaye anakuwa na beti automatically anaweza asiadmit kwa siku ya kwanza, lakini kadi ya siku zinavyoenda, atakuwa na ile hali, atashawishika kuwa na ile hali ya kupenda pesa muda mwingi. Ile pesa ndio inamuongoza yeye kwenda kubeti, sio kwamba yeye pesa anai control, lakini ile pesa inamuongoza, ama kuwa ameipenda pesa kiasi kwamba inamletea shida kwa ulimwengu wa kawaida. Kwa maana sasa kwa mtu kama yule anakuwa hafai kitu katika ufalme wa Mungu maana hamna kitu analeta faida katika ulimwengu halisi kupitia pesa yake. Maana inakuwa inamwendesha, inakuwa ni mtu ambaye ameipenda pesa kiasi kwamba haina tena impact yoyote kwa watu wa kawaida. Lakini kitu cha msingi ambacho Mungu ametumba nacho ni kwamba inabidi tuutumie muda wetu vizuri kwa ajili ya kumtukuza yeye, kufanya kazi ambayo inatambulika na watu wote, ni kufanya kazi ambayo in, unaitolea jasho ambayo watu watanufaika kukuona unafanya hivyo na uta, uta impact kupitia hiyo kazi, lakini pia haitoshi tu hivyo lakini hiyo pesa ambayo unaipata itapendeza sana ukiwekeza katika ufalme wa Mungu, maana unakuwa haujapoteza kitu kuliko kuwekeza kwenye ulimwengu ambao hauko really, ulimwengu ambao sio wa kweli, yani unaweza ukapoteza. Tunaita the rule of all or nothing, kwamba huyu mtu anapokuwa anaiwekeza ile pesa katika ule ulimwengu, kuna probability ya kupata zote au ya kukosa zote. Sasa hii sio njia nzuri maana kuna njia zaidi nzuri za kufanya hivyo. Hizi biashara physically mtu akifanya anakuwa at least kuna risks ambazo inabidi azipeki. Of course inaelewa kwamba hela ukiwa na hela ukitunza maana hii hela inakuwa haiwezi kaoza. Kwa maana inabidi sasa inabidi utengeneze namna ya kuinvest hela ndio maana kuna wengine wanaweza kaweka benki. Lakini sasa hizi hela za kubeti unakuwa ni mchezo ambao sio halisia kabisa, inakuwa ni mchezo ambao sio halisia. Tunamhitaji Mungu sana tufanye vitu ambavyo ni halisia katika maisha yetu, maana tunapoteza muda katika vitu ambavyo havina uhalisia na mwisho siku vina tuletea effect ya kupenda pesa katika maisha yetu, hasa ukishakwisha kupenda pesa, na neno la Mungu linasema hapo ndipo mzizi wa maovu yote. Kwa hiyo issue ni kupenda pesa, na mtu ambaye ana beti hawezi akaacha kutokupenda pesa, lazima tu atapenda pesa huyo mtu, lazima atakuwa controlled na hela ni kusii wewe, ambaye kuna namna una waza au pengine unafanya hizi kazi za kubeti, Mungu akusaidie uweze kutafuta kazi ambayo ni ya kawaida kabisa, ambayo ni physical work, ambayo sasa kupitia hile Mungu atakubariki na atakuzidishia, kwa sababu unakuwa unafanya kitu ambacho kinaonekana. Sio tu kinaonekana, lakini pia ni kitu ambacho kina impact, kinaleta advantage kwa watu ambao uko nao around. Tunaelewa Mwanadamu ameumbiwa kazi. Katika kazi ambayo mtu anakuwa anaifanya katika maisha yake ya kila siku, pitia hiyo kazi anakuwa anahusiana na watu wengine. Sasa mtu akiwa na kazi ambayo haiko hai, hai rili maanake, sasa yuko kwenye kazi za kubeti, huyo mtu, ni kitu ambacho hakina reality, hakina connection yoyote na uhalisia wa maisha ambao watu wanayaishi. Sasa huyu mtu mwisho wa siku ataishia kuwa lonely, ataishia kupenda pesa na mwisho wa siku itamwharibia katika maisha yake. Tujitahidi sana, tutafute kazi ambazo zinaeleweka, tufanye na tuinvesti katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana.